Usiku wa kuamkia leo msanii Yammy aliweza kufanya uzinduzi wa wimbo wake mpya ya na aliweza kuongea na waandishi wa habari, ameweza kufunguka mambo mengi, mbali na kualika wasanii wengi akiwemo Nandy na Bilnass ambao wakuweza kutokea katika shughuli hiyo. Lakini pia Yammy ameweza kuzungumzia kwamba ameweza al, al, kulipa kiasi cha shilingi milioni mia ili aweze kujiondoa katika lebo ya The African Princess. Ya, he bwana, Yammy anasema kwamba, kwenye uzinduzi wa wimbo na wangu niliwalika Nandy na Bilnass kupitia uongozi wangu mpya ya ameendelea kusema kwamba anasema pia Nandi ni msanii mkubwa, atakuwa na mambo mengi au kazi nyingi zawa, ameshindwa kufika na naelewa ana mambo mengi, ana familia, ana mtoto, kwa hiyo nadhani alikuwa na majukumu mengine, kwa hiyo ni sawa tu kwa yeye kutoweza kufika. Anasema kwamba nilijaribu kumpigia zaidi ya siku mbili, nikawa simpati, hapokei simu, nadhani alikuwa bize. Hata mimi huwa napigiwa simu na watu na kuja kukumbuka baada ya wiki ijayo, kwa hiyo naelewa. Huyo ni Yammy, ameendelea kusema, anasema kwamba kuhusu kutoka kwa Nandi sijalipiwa na lebo yoyote, bali nimelipa mimi mwenyewe. Kuna mtu msamaria mwema aliniona ni binti nzuri, nina tabia nzuri, akaamua anisaidia kunilipia shilingi milioni mia. Ya halikuwa anataka pesa nyingi, lakini nikamuomba kama dada hivyo, akaweza kunipunguzia bwana. Huyu ni Yammy, akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, baada kufanya ya kufanya uzinduzi wa ngoma yake mpya pya chini ya lebo mpya ambayo inaweza kumiliki kwa sasa, yani nazungumzia yake yake. Bwana ulikuwa na mimi, msanuaji wako wa nguvu, naitwa Tino la Diva, na kusiweze uweze kusubscribe hapo chini, lakini pia unaweza kutufollow kupitia Facebook page yetu ya Memorata TV, pamoja na Instagram, pia TikTok tunapatikana kama Memorata TV. Unakuwa na tisha sana kwa sasa, mimi nasaini out, tukutane wakati mwingine tena Ciao.